ni mbolea. Ongeza mafunuo kwa matumizi sahihi ya mbolea. Majina yetu, Ambrose Munuka, ni afisa kilimo kutoka Halmashauri ya Wilaya Njombe au wengine wanasema Njombe DC. Mimi pia ni mbali na kuwa afisa kilimo ni mpimaji wa afya ya udongo, na lengo la kupima afya ya udongo kwa wakulima ni, ni mambo mawili ya msingi. La kwanza ni kutambua udongo una nini kwenye swala la rutuba, cha pili kuweza kupata hali halisi ya matumizi ya mbolea, matumizi sahihi ya mbolea. Wizara ya Kilimo ndio waliwezesha hizi skana au vipima udongo kwa ajili ya kuwapimia udongo bure wakulima bila gharama yoyote. Majibu tunayopata zaidi tindikali, lakini sio tindikali kali sana, ni ya, ya kawaida ya ambayo ya, ya kali sana ni chini ya tano, lakini nyingi tunapata kuanzia tano tano na nusu, 5.6 tukuelekea mpaka 6.2 hivi. Kwao ni hapo ambayo ni eneo zuri tu kwa uzalishaji wa mazao mbalimbali mbali. Matokeo ya vipimo yanashauri kila kitu, yanashauri matumizi ya samadi, yanashauri matumizi ya chokaa ya kilimo na matumizi ya aina na kiasi cha mbolea inayohitajika kutokana na vipimo vingine kwenye udongo. Uzalishaji kwa ujumla sio mbaya, unaongezeka jinsi mwaka hadi mwaka. Na uzalishaji sio kutoka tu na kupima udongo, lakini kuna fakta nyingine nyingi, labda vitu vingine zaidi vinavyosaidia uzalishaji uongezeke ikiwemo matumizi ya mbolea, matumizi ya madawa, upandaji, kufata kanuni bora za kilimo; ni vitu vya msingi mbali na kupima afya udongo. Ongeza mavuno kwa matumizi sahihi ya mbolea.